Mtoro eh, wewe ambaye una tabia ya kusainia wenzio, sasa mwarubaini wako naweza kasema umesha kufikia kwa namna moja ama nyingine. Kwa wewe ambaye upo chuo kikuu na a una tabia kumwagiza Aisha, Amina, Juma kusainie, basi mwarubaini wako uko hapa, na hawa ndio ambao wamekuja kutibu huo, hiyo, hiyo, hiyo, hilo, hilo tatizo. Jina lako labda wakujua wale ambao wanatazama TV? Kwa majina naitwa Ibrahim Stuart Kiwia ni mwanafunzi wa shahada ya kwanza kwa masomo ya uhasibu, chuo cha uhasibu hapa Njiro Arusha na niko mwaka wangu wa pili na tuna idea yetu ambayo tunaita ni Smart Attendance System. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunapata mahudhurio sahihi ya wanafunzi ambao wanatakiwa kuingia kwenye vipindi, wanatakiwa kuwepo chuo kwa muda husika, ili matokeo pia yaweze kuwa kwenye viwango vizuri, kwa sababu tulichogundua ni kwamba walimu wali ni wazuri lakini shida kubwa inapokuja kwa watu kufeli sana, sana ni kuto kuhudhuria darasani. Ndio maana tumekuja na Smart Attendance System ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wenzetu kuweza kufanya kazi vizuri na tuna mpango pia wa kuendelea kuvuka zaidi kufikia hata na taasisi ambazo sio za kielimu za makazini na maeneo mengine. System inavyofanya kazi ni kwamba kila mwanafunzi tunaamini kwamba mwanafunzi wa chuo, tumeanza na chuo kwanza. Kila mwanafunzi wa chuo tunajua ana smartphone. So lazima atakuwa na data iwe on, GPS location yake iwe on pia kutakuwa na code ambayo, na mfumo jinsi unavyofanya kazi, kutakuwa na code code ataskani pale. Code akiingia darasani, kila darasa tumeona tumefikiria kila darasa lio na QR code, ataskani QR code, akishaskani QR code ita itafungua uwanja wa kuandika majina yake matatu, registration number, wakati huo huo GPS location ikiwa on ya lile lile darasa husika, pia atasubmit attendance Akisha submit kama yuko darasani itamwandikia accepted, na kama hayuko darasani itamwandikia out of range, umbali wa mita kadhaa kutoka darasani na alipo. Na pia hai, ha, system yetu tumeifanya kwamba hawezi kusaini mara ya pili. Lengo letu tuna prevent cheating, kwa sababu paperwork wanafunzi wanasainiana, wanakwaza walimu, wanawaudhi, wanasababisha walimu wanafanya vitu vibaya kwa wanafunzi. Kwa hii system akisaini mara moja hatorudia mara ya pili itamwandikia rejected, kama tulivyoonyesha pale kwenye presentation yetu na pia akiwa mbali ya darasa itamwambia out of range. Hivyo ndivyo system yetu utafanya kazi. Kwa yule kuna yule ambaye yuko chuoni sawa, lakini hayupo darasani inaweza kumkubali yuko chuoni, lakini hayupo darasani haiwezi kukubali, mpaka aingie darasani ndipo atakapokubali, kwa sababu zile QR code tutaziweka darasani, akiingia pale mlangoni anaskani, anajaza details zake ndipo nakaa Kuendelea na kipindi. Kwa nini mje na mfumo wa voting kidigitali? Yaani kupiga kura kidigitali. Kwa nini idea ya mfumo huo? Ah, okay, idea ya mfumo wa kidigitali kwamba inaonekana kwamba ni changamoto kwa wanafunzi wengi sana kwamba kujitokeza katika kupiga kura. Kwa hiyo hivyo tunaweka huduma hii kuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuvuta pale popote ambapo walipo ili iwe ili iwe iwe, iwe, iwe, iwe, sio changamoto kwa wote ambao wako katika maeneo tofauti tofauti hasa katika wa ambao wako nje ya chuo. Inaonekana kwamba wanafunzi wengi sana wanakaa maeneo mbali mbalimbali, lakini changamoto inakuwa pengine kwa siku hiyo, mtu anakuwa amekosa nauli au amekosa ile sababu kwamba ya kuweza kufika hapa chuoni kutokana na mazingira ya hali ya aru, Arusha ilivyo, na maswala mengine kama maybe akiwa na sessions zake kivile darasani, anakuwa ni ngumu kuweza kujibana au kuweza kuminimize muda wake kuweza kufika katika eneo hala halisi la kuweza kupiga kura. Mfumo utamtambuaje kwamba huyu ni mpiga kura halali kweli, nani mwanafunzi kweli wa chuo cha Uhasibu Arusha? Hilo suala linawezekana, kwa sababu tunaweza kuunganisha mfumo wetu na mfumo wa chuo alafu, moja kwa moja kwamba mwanafunzi akikarejistisha namba yake akanatambulikana kwamba ha, kweli huyu ni mwanafunzi amesajiliwa. Akiwa hajasajiliwa mfumo hauwezi kumtambua. Kwa siku ya wa leo wanafunzi pamoja na idea nyingi mpya ambapo wanafunzi hao wengi idea zao zinauzika katika soko hili, kuendana na mabadiliko ya teknolojia na tabia nchi. Wanafunzi wengi wana, ana idea za teknolojia kuanzia kwenye, kwenye masoko kuuza afya na kila sekta masoko ambapo mafunza anataka kuuza hiyo bidhaa yake, na pia sustainability, bidhaa itaweza kudumu kwa muda gani katika soko. Napenda kabisa watu wote katika maonyesho kwa siku nyingine, na kesho tunaendelea mpaka siku ya Jumaa.